Otafika wali wa maboga boga. Tuacia mchele wetu hapo kwanza, tukaange nachia mchele kwanza. Nakaanga, nimeweka pilipili hoho, lady finger, karot na viazi Ngaeka na turmeric leo napika wali wa maboga boga. Unauwacha wali wako kwanza, unakaangika na mafuta alafu ndio weke maji nona Lady finger, carrot, pilipili hoho, viazi leo sieki nyama. Huu walihuu unapendeza sana, ukila na samaki ama kuku fry. Sasa uwetu tutaula na samaki, nahakikisha unaukaanga kabisa na mafuta kwanza, alafu ndiweke maji Wali wa tumeric tu. Huo tumeric tumeric, one teaspoon na karipoda, unaeka karipoda sachet ile moja, unaeka nusu. Ah, maji yetu wa moto yashachemka, mimina, tuna mimina hapo, namimina mpaka kile kiwango cha mchele wako Aona wali wa maboga boga huu, Lady Finger, geza maji. Asaa maji yangu yatatosha. Haya, yakikauka, mchele utakuwa ushaiva.